Nancy. Nancy. Nancy. Unalilia nini, mwanangu? Mama. Mama. Mama. Nini sasa? Mama amekufa. Amekufa, amepata ajali. Nani? Amekufa mama. Amekufa nani? Nani baba? Asa baba mama. Nini sasa? Mama amekufa.

Unaakili vizuri? Kwa hiyo yani hapa mpaka unafikia kuzimia kwa ajili amekufa huyo bwanako bodaboda. Eh? Kwa hiyo unamlilia hapa ulipo unamlilia dereva bodaboda. Ndio mpaka anafanya unazimia wewe. Eti? Sina kuuliza. Ndio anayekufanya wewe unalia mpaka unazimia dereva bodaboda mtoto. Hivi mtoto mzima kweli wewe? Unaakili vizuri kishani kwako. Eh? unaundugu naye eh? We unaundugu nao deliva bodaboda we mtoto Eti? Eh? We mtoto, mtoto nini? Wewe mtoto utakuja kuniua mtoto, utakuja kuniua na pressure mimi, utaniua na pressure mimi wewe. Eh? Tena tafadhali, alivyokufa deliva bodaboda, nimemshukuru Mungu sana. Mama, mama nini Una chembe hata ya nafsi ya uzazi ndani mwako, unasahau kabisa kama yule ni mtoto amezaliwa. Usinifikirie mimi binti yako ambaye niko hai sasa hivi hapa, mfikirie mzazi mwenzio yule kule ambaye amekaa anasubiri mwanae arudi mama. Analetewa mwanae amekufa, analetewa maiti ya mtoto wake aliyemzaa mama. Emva viatu vyake fikiria, ndio mimi binti yako leo, nansi naleta umdani nimekufa mama, utapata ujasiri kuongea unavyoongea? Mama, mimi ni binti yako pekee. Mm. una mtoto mwingine mama? Kwa hiyo unanilazimisha ili nijue kama yule dereva bodaboda amekufa ndio eh? Maana nimekwambia, nashukuru sana tena nashukuru Mungu sana, mi nimejua baba yako eh? Yaani wewe mtoto utakuja kuniua na presha, mimi. Kabisa nakwambia utakuja kuniua na presha. Mama, huna <laughs> mtoto mwingine yoyote mimi ndo binti yako pekee. Kwa nini ulishinda kabisa kunipata kidogo tu amani ya nafsi yangu? Unafurahia kifo cha mwanaume wangu mama, unipendi? Unalomba mama hivi <laughs> <faz naive> kama ningekuwa simpendi ningemzaa. ningekuwa simpendi ningemzaa. Unajua ndio maana wanasemaga siku zote kabisa, mama haui ila mtoto anaua. Mimi mtoto atakuja kuniua, yaani mtoto atakuja kuniua kabisa. Eh, yaani mtu paka anakaa anazimia, eti kuuliza kisa amekufa deva bodaboda. Mtoto atakuja kuniua na pressure mimi, huyu yaani atakuja kuniua na pressure. Nilijua baba yake <laughs> si ujinga huo.

Jambo si jambo, mbona uniamkii? Kwa unavyoniona hivi, naweza nkakusalimia wewe, ankakuamkia umenizaa? Dunia hey. Simama nishuke. We mtoto, mi nakuzaa huku nnakimbia, sikukuzaa nikiwa nimekaa au nimesimama, si unanielewa? Yani mtoto jeuri kama mama yake <laughs> Makubwa. Sikiliza wewe mama, maswala kuja kuja kwetu naomba kome kabisa, lisije likawakuta jambo. Umenielewa hivyo? <laughs> Mtoto unapata wapi ujasiri wa kunijibu jeuri kiasi hicho eh? Yaani we mtoto ni mdogo, unanijibu kama unamjibu mtoto mwenzako, unanichukulia kama vile tunalingana Yaani sijui hata umefunzwaje, mtoto jeuri tupu. Imekujia hapo lipo sasa. Hiyo mikopo yenu mkadai aneni huko, sio pale nyumbani. Ole wenu niwaone tena mnakanyaga pale nyumbani, mmenielewa? Unaongea kama nani? Tunakuja na tutaendelea kuja na tutakuja tena tena. Umwambie mama yako tutakuja, sawa mpaka hela yetu tuhakikishe tumeipata, la sivyo kila siku tatuona hapo kwenu. Hiyo kwetu. Wewe mtoto, vipi wewe? Fanya hivi nisamee, baba yangu, mimi nishajua wapi nilipokosea. Kama shida ni mimi kutokuja, kuja kuona kipindi kile huko jela, nisamee, tayari nishalitambua tayari kosa langu. Usinifanyie hivyo mwenzio, siwezi kuishi bila wewe eti. Nisamee, mpenzi wangu, nakupenda. Shenzo, nakuomba usiniache. Nisamehe, mimi nisamehe, mpenzi wangu mm. Shen, huyu vipi? Hapa. Mimi sijui mwenyewe analia nini. Mimi nashangaa tu, nilikuwa nimekaa hapa mtu anatoka au alipotoka akafika hapa amekaa naanza kulialia. Asa, muulize sana alialia nini sasa. Marab, unalia si una una nini? Si unauliza unalialia nini? Unamtumbulia mimi macho vipi, binti? nini? aka mi sijachukua kitu cha mtu najua wewe nimekuibia, nimekukaba hasa nini? mbona yeah, yeah, kama hivyo unakuja kuleta uchuro hapa mtaani kwetu? Mi sijachukua kitu chake, ongea basi asikie, mwambie ukweli. Sikia mwamu, nikwambie, huyu ana njaa ujue o maisha ya kweli, kama kuna msosi nini, mwelekeze da sister hapo. Kama vipi amletea kinda sepe zake. Shenzo, seme hivyo. Unajua mimi nakupenda hiyo. Mama ndio unalia <laughs> <laughs> Shemeji, malize tu <laughs> <laughs>

Vipi mwanangu, ulipoenda kuna usalama mwanangu? Baba unajua mimi jana ulichelewa kurudi ko, nikashinda kukuambia. Kiukweli huko nilikotoka hakuna usalama kabisa. Mimi nilifika pale nyumbani kwangu, baada ya kufika cha kushangaza, nikakuta mlango wangu uko wazi. Nikajiuliza, huyu mwanaume amerudi bila kunipa taarifa yoyote? Naingia ndani baba, nilichokutana nacho <laughs> Yaani mule ndani sijakuta kitu hata kimoja. Unaelewa maana ya kitu hata kimoja? Sijakuta baba kitu hata kimoja, yaani ule mwanaume amechukua kila kitu unachokijua ambacho kinakaa ndani. Basi ikanibidi tu nitoke nje. Kutoka nje nikamkuta ule jirani yangu pale, ikabidi nimuulize, vipi, mbona nimeukuta mlango wangu uko wazi alafu na ndani mwangu hakuna kitu ye mwenyewe kwanza akanishangaa, akaniambia nimeshtuka kukuona wewe uko hapa, kwa sababu taarifa nilizonazo mimi najua nyinyi mmefanyaje, mmehama. Mwanaume wako alikuja hapa na mkokoteni amebeba kila kitu, kaondoka nacho. Basi sasa baba nitafanyaje? Ntafanyaje? Yeah, kabeba kila kitu hmm. Kila kitu kachukua, yaani kila kitu amechukua Mwanangu, umeachika. Unasikia, kuachika? ume ndio umeachika wewe, tena bila hata talaka. Na cha kufanya hapo, yani, ufanye kila njia umfuate mpaka upewe talaka yako, usikubali. Yaani ukikaa hivi bila talaka, yani utaolewa bado, utakuwa ni mke wa mtu. hmm. Asa baba, mimi nampata wapi? ikiwa huko kijiweni kwake ambako anakopaki pikipiki anafanya biashara zake za kila siku hayupo, na kwenye simu ndo kama hivyo hapatikani, toka nimefika hapa nyumbani ha, mimi namtafuta kwa njia gani ili yeye aweze kunipa hiyo taraka yangu, nifanye maisha yangu mengine? Nampataje mzee wangu? Sasa ataondokaje bila kukupa taraka? Uone kama anakufunga ili usiolewe na mwanaume mwingine. Yaani mwanangu, hilo ni tatizo, na ukikaa humo ndani na wewe ni mke wa mtu uweze kupata tena mwanaume kwa sababu yani wewe ni mke wa mtu mpaka upewe talaka. Sasa mimi ntampata mtu mwenye apatikane. Lakini basi sawa, mimi nimekuelewa, atapatikana kwe, jitahidi atapatikana kwa sababu mtu mmtukahamia hapa ha ulizia atapatikana. Kikubwa wewe upate tu talaka yako, wala si nguo sijui nini, achana nazo, wewe talaka tu. Basi sawa. Ta... Shosti, mbona umechelewa? <sighs> Kilichonikuta, si nimekutana na mtoto wa Bitausi ule mdogo mdogo mweusi tunayemkuta siku zote, yala yeah, kuambia mtoto kanijibu jeuli, kama namjibu mtoto wake au mdogo wake. Baada ya hapo sasa, akaniambia oh, unaweza kunizaa? E, nikaambia we mtoto, mimi nakuzaa huku nakimbia, so nimekaa wala nimesimama. Akaniambia mkome kuja kudai hela nyumbani kwetu na mkija tena kitawakuta jambo, jambo takalowakuta ni kubwa. Nikasema hatari! hey, hey, we mbu, acha utani wako bana, usitufanyi sisi watoto wadogo. Sema tu ulipitia kwenye mambo yako tu. Mambo yangu gani? Siwezi nikawadanganya hadi mikono yangu ilivyochafuka tope. Mi naweza kuongopa u nijipake matope mwenyewe kweli? Hivi mbona yule ni mtoto mdogo sana na ujasiri gani wa kuongea maneno makubwa kama hayo? Alafu naye kilichokudondosha kitu gani? Hata mi nashangaa. Sikuona jiwe, sijaona kifuu wala kisiki, lakini nikajikuta niko chini. Si mtoto mwanga yule. Yule atakuwa mchawi, yule sio bure. Hebu tuachanini nayo ehe. Shoga yangu, ndugu zangu, nimewaita hapa, nina jambo la kijana wangu mm -hmm. Kijana wangu amemaliza chuo, nataka nimfanyie sherehe. Yaani nina jambo kama jambo, jambo nalo na tunatamba nalo ehe. Na hiyo sare vipi? Sare, ndugu zangu, ndo maana nimewaita hapa tujue tunavaa kijola au tunavaa kitambaa yeah, Jameni. Mi naona tuvae kijola, tena tutaenda wenyewe kuchagua uwa jipya. Au mnasemaje? Mbona Tafurani imepita hiyo? Sawa. au jambo jambo, vivitasi yupo hayupo, na shida gani? Akirudi mwambie kuwa afisa mikopo Chiwanga alikuja hapa na umwambie kuwa ofisi zetu za mikopo zinamuhitaji aite pesa zetu, sawa? Hey, mimi nilijua nini, kumbe mikopo. Sikiliza we kaka, habari ya kuja kuja hapa nyumbani kuhusu mikopo, naomba ukome litakuja kukuta jambo tangu zaliwa lijai kukukuta. Ah. Hivi mtoto una akili kweli eh? Wewe yaani, mimi aruta jambo sasa basi. Mwambie mama yako nikirudi kwa mara ya pili tena hapa, kama ana pesa zangu, naingia ndani na kuchukua vitu vyenu vyote naenda kuviuza umenielewa? nataka nione unavyobeba hivi vitu vya ndani na ukaondoka navyo utanjua mi nani. Toto mdogo hivi, unatoa wapi ujasiri wa kunambia maneno kama haya eh? Yaani ikiuangalia kuanzia ya juu mpaka chini, na kuona kabisa ana tabia kama za mama yako. Okay, sawa, mi naenda. nimekukuta juzi kati, nilikuja hapa niliwakosa. Mambo ya jela ndipo nilisikia umerudi. Wapi alafu mjomba, pole sana na mambo ya jela. Umerudi, so kweli, mjomba. Lazima kama bimkubwa anajua Oya, baada ya mama inafuata wewe. Oya, we mama wangu unajua, lakini kinachoniuma, mi nimepata matatizo, nimeenda jela, hata siku moja sije kukuona kule. Oya, nimemwona Dasisa tu pamoja na mwamu, ndo kaja ndo kaja kulewa. Kuna mshamba mwingine nimemkataa juzi tu hapo, unajua. So, mi nimeshaishi sana maisha mabovu kule, nategemea labda bi mkubwa anakuja kuniona hata kunipa moyo. Hata siku moja ujaje kuniona hata siku moja. Ah, mjomba, mjomba. Wewe ni mwanaume acha kulia. Mimi kuna matatizo. Kwa nini? Mara moja ni mara moja ni liswala, mama yangu amekufa, baada ya msiba ndio unaonekana. Ah, mjomba, basi tu tukaongelee ndani basi. Mjomba hapa, si unajua watu wengi mjomba, nazalilisha mimi mama yako mjomba, mjomba, mama yako bwana